Hello my friend, mambo vipi, karibu sana and welcome again to my channel. It's me teacher Sharak. Tunao taarifa njema sana kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji: kuitwa kwenye mafunzo ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji inawatangazia majina ya waliochaguliwa kuhudhuria mafunzo ya uaskari ngazi ya constable wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Wahusika wote wanatakiwa kufika chuo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kilichopo Chogo wilaya ya Handeni mkoani Tanga kuanzia tarehe kumi na sita Mei 2025 hadi tarehe kumi na nane Mei 2025 bila ya kukosa. Kwa ambaye hatafika chuoni kwa tarehe iliyopangwa hatapokelewa na nafasi yake itachukuliwa na mtu mwingine. kufika chuoni E, kufika chuoni shuka kituo cha Kabuku kilichopo kilomita kumi na mbili toka chuoni. Chuo kimeandaa utaratibu maalum wa kuwapokea kwa tarehe zilizotajwa hapo juu kuanzia saa kumi e, na mbili asubuhi hadi saa nne usiku. Mhusika atapaswa kujigharamia nauli ya kwenda sambamba na chakula na malazi kwa siku zote ambazo atakuwa hajapokelewa chuoni. Mhusika anapaswa kuja akiwa na vyeti halisi vya masomo taaluma au ujuzi aliyoombea pamoja na cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha NIDA au namba na leseni hai kwa walioomba nafasi ya udereva. Vyeti vyote tajwa hapo juu viwe na nakala tatu kwa kila cheti. Pia vyeti hivyo vitakaguliwa, na kwa ambaye majina yake yatatofautiana kati ya vyeti vya shule yaani taaluma, NIDA na cheti cha kuzaliwa, watarudishwa na nafasi zao zitachukuliwa na watu wengine. Mhusika atakapofika chuoni awe tayari kupima afya ya mwili, akili na mimba kwa wanawake, <clears throat> na atarudishwa kwa gharama zake na nafasi yake itachukuliwa na mtu mwingine. Wahusika wote wanatakiwa kuja na vifaa vifuatavyo: mashuka mawili ya rangi ya bluu, mto mmoja na foronya mbili za rangi ya bluu, chandarua kimoja rangi ya bluu, yaani cha duara, ndoo ya plastiki ya lita ishirini, sahani na kikombe cha bati, fedha kiasi kwa matumizi binafsi na bima za afya kwa walio nazo. Aidha, vifaa vifuatavyo vitanunuliwa kwenye duka la chuo: raba za mazoezi, fulana yani t-shirt za rangi ya bluu, madaftari makubwa yani counter book nne kwaya 5 eh, kila moja, vifaa vya michezo yani track suti, book bukta bluu na fulana pamoja na kalamu. Pia pamoja na tangazo hili imeambatanishwa orodha ya waliochaguliwa kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kama unavyoiona katika tangazo hili ambayo ni orodha ya wale wote ambao majina yao tayari yamepenya katika saili zote mbili na kuchaguliwa. Majina hayo yapo e, watu 445. Hivyo pitia kwa makini kujua kama jina lako limo. Lakini mwisho kabisa e, jambo la kuzingatia na tahadhari: kwa yeyote atakayebainika kuwasilisha nyaraka za kughushi atachukuliwa hatua za kisheria ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani. Tangazo hili limetolewa na kamishna jenerali, jeshi la zimamoto na uokoaji, makao makuu, Dodoma, tarehe mbili Mei elfu mbili ishirini na tano. Hivyo patapo taarifa hii tafadhali, mjulishe na mwenzio. Asante, it's me Teacher Sharak, kiendelea kusubscribe chaneli hii.